TV katika kipindi chetu kingine hapa MS Online TV. Kabla ya kuendelea na somo letu zuri la leo tuombe Mungu kwanza. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa upendo wako mwingi, asante kwa ajili ya watazamaji, asante kwa ajili ya fundi mitambo, asante kwa ajili ya MS Online TV na uongozi wote, asante kwa kila mtu, Bwana wale ambao umewapa neema ya kupata fursa ya kusikiliza somo hili ili Kristo uweze kutusaidia wote kwa pamoja, utufundishe makusudi ya somo hili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Ndugu zangu, leo somo letu la leo linahusu talaka ya ndoa Kikristo. Labda nifafanue kidogo maana ya talaka. Talaka ni hati ya kuachana ya ndoa, ambayo ni ya kisheria, ambayo mume ama mke anaweza kumwandikia mwenza wake na wakaachana, na baada ya kuachana, kila mtu akawa na maisha yake. Lakini ndoa ya Kikristo, usisahau kwamba imetengenezwa kwa ajili ya kudumu. Kuna watu wengi hawajapeana talaka kwa maana ya maandishi, lakini kiuhalisia wametalikiana tayari. Kuna wanandoa wanalala na jinsi hao, wameshapeana talaka. Kuna wanandoa wanalala mzungu wanne hao wameshapeana talaka. Kuna walio gawana vyumba na kuna ambao wamegawana nyumba kabisa, na wengine ndio hawa wameshakwenda mpaka mahakamani kwa ajili ya kupeana talaka, ama wengine kila mmoja ameondoka ameenda kwake tu. Hayo yote ni mazingira mbalimbali ya talaka. Sasa twende kujifunza Yesu Kristo anatufundisha nini kuhusu talaka Bwana Yesu asifiwe. Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Mafarisayo hapo wanaposema kwa kila sababu, wanamuuliza Yesu, je, mtu anaweza kawa na sababu yoyote ile na ikawa ni ndiyo sababu ya kumwacha mke wake? Hicho wanachotaka kujua ama kwa kutumia neno linaloendana na somo letu, je, mtu anaweza kampa mkewe talaka kwa sababu yoyote ile tu? Ndicho kitu wanachotaka kujua. Ndugu mtazamaji wa MS Online TV, nikwambie kwamba Mafarisayo na waandishi pamoja na Masadukayo walikuwa na mkanganyiko mkubwa sana kuhusu maisha ya ndoa. Ndoa, ndoa ziliwachanganya sana, lakini shida ilianzia pale Edeni, baada ya Adamu na mkewe heo, Hawa kuanguka katika dhambi. Shida ilianzia baada ya anguko. Unakumbuka kabisa ukisoma Mwanzo sura ya nne, mauaji ya Abeli. Ndoa iliyokuwa safi kabisa. Wanafamilia wanaanza kuuana. Lakini haikutosha, unakumbuka ukiendelea kusoma katika kitabu cha Mwanzo mbele kidogo tu unakuta Wanefili nao ambao wanatazamiwa kuwa ni wana wa Mungu wakianza kuoana na wanadamu. Lakini kama vile haitoshi, unaona kabisa kwenye kabila la Wayahudi ama wanadamu waliokuwepo wakati huo wanaanza ubakaji, ulawiti, ngono ambazo hazieleweki, mpaka Mungu akachukia, akafika mahali akaka, akaka, akawaadhibu kwa gharika lakini ndugu yangu, najua roho huwa haifi. Kwa hiyo bado, walipotoka ndani ya gharika, ulawiti uliendelea, ubakaji uliendelea, ngono baina ya mtu na mke wa baba yake uliendelea, watu kulala na mabinti zao, tabia hizo ziliendelea, watu kulala na wanyama na wanawake kukatwa katwa kama mtu anakata anakatakata nyoka. Maisha yalikuwa ni magumu mno kipindi hicho, vipigo na mateso ya kutisha baina ya wanawake na watoto viliendelea, maovu yalizidi, na wakati wa Musa akaweka hukumu ya kuruhusu wanaume kuandika hati ya talaka na kuacha wake zao. Jambo hilo angalau lilileta matumaini kidogo, kwa sababu lilipunguza zile vurugu maana mwanamke akikuzingua, ulikuwa unamwandikia talaka, unaachana naye. Lilipunguza vifo pia na likasawazisha aina fulani ya amani fulani. Kumbuka taifa la Waisraeli wakati huo jangwani lilikuwa na watu milioni tatu na nusu. Hawa watu wanaishi jangwani, wanaishi kwenye mahema na utawala wao haukuwa mrahisi mno. Chakula chao ni mana ishukayo kutoka mbinguni, hawana maji wanategemea mwamba mmoja tu utoe maji. Baada ya wanaume kupata rungu la kuacha wake zao kisheria, walitumia rungu hilo kuoa na kuacha kadiri wanavyotaka. Ilifika wakati ambapo mwanaume akiamua kumwacha mkewe hata kwa sababu ya hovyohovyo tu, yaani hana sababu ya maana, anamwandikia talaka, labda ameona mwanamke mwingine mrembo zaidi ya mkewe anamwandikia mke wake taraka. Ndugu, ndoa ilifika mahali pagumu sana, ndoa zilitia kichefu chefu na wanawake ndio waliokuwa wahanga wa hati ya taraka. Ilipofika wakati wa nabii Hosea, duh, Mungu akaona imezidi, akawaambia ninachukia kuachana. Kumbuka kipindi hiki cha nabii huyu wa mwisho Hosea anaposema anachukia kuachana, ilipita miaka 400 toka Hosea mpaka wakati ule Yesu anazaliwa, na wakati huo Wayahudi ama niseme Waisraeli wa hawakuwa tena na Mungu, hakuna sauti yoyote ya Mungu iliyosema nao ha. Kwa habari ya ndoa neno la mwisho walilosikia ni lile la nachukia kuachana, na Mungu amemwambia nachukia kuachana. Na baada ya hapo sasa, wameendelea kwa miaka 400 wakiendelea kuwatesa wanawake na wakiendelea kugawa talaka kama njugu. Wakati huo wa Mungu alikaa kimya na Waisraeli nao wakawa wanamsikiliza Shetani tu. Kwa kipindi chote hicho, wanaume maelfu kwa maelfu walioa na kuwacha wake zao. Nini kilikuwa kinawasukuma? Talaka ya ndoa ya Musa. Mwanamke akiumwa tu kidogo, mwanamume anaachana naye, anamwandikia hati ya talaka anamwacha. Akikaa tu bila kuzaa, muda mfupi tu ana talaka. Wengine walibembeleza waume zao wasiwaache kwa kuwapigia magoti na kwa machozi mengi, lakini wanaachwa tu. Ndoa zilibakia ni kwa hisani ya mume tu. Ndugu yangu, wanawake wote ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu waliishi mateso na waume zao, walikuwa miungu watu. Sasa mafarisayo wako mbele za Yesu aliyeumba ndoa, wamechanganyikiwa, wanajiuliza kama Mungu alikosea kusema ndoa zitadumu hadi kifo kiwatenganishe, au ni Musa aliyekosea kuruhusu talaka, lakini wanaona talaka ni afadhali. Mume akiwa na sababu yoyote ile, anaamua tu kuandika hati ya talaka kwa kila sababu. Maana yake je, kwa sababu yoyote? Maneno haya yalikuwa magumu sana kwao, ndio maana wakaona wayalete mbele ya Yesu ili Yesu awapatie ufumbuzi. Unajua sababu zilizokuwa zinatumika kuachana zilikuwa ni sababu za ovyo ovyo. Kwa kweli, kiubinadamu wanawake walitia huruma sana, lakini hili swali ni kama vile upele sasa umempata mkunaji. kwa nini nasema hivyo, ndugu mtazamaji wa Emes Online TV? Ni kwa sababu toka mwanzo katika mafundisho ya awali nilikwambia, Yesu ndiye aliyeumba ndoa sasa Yesu ambaye ndiye aliyeumba ndoa ambaye alisema ndoa ni ya kudumu hadi kifo kitakapowatenganishwa, sasa yuko mbele ya mafarisayo na swali ameulizwa. Twendelee mbele kidogo, tuangalie katika kitabu cha Yohana moja moja mpaka tatu. Biblia inasema hapo mwanzo alikuwa hapo neno na eneno alikuwapo kwa Mungu na eneno alikuwa Mungu huyo mwanzo alipako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Biblia ya Kiingereza inasema all things were made by him, hakuna chochote kilichofanyika. Maana yake ndoa nayo yeye ndiye aliyeitengeneza. Tunasoma katika mwanzo 1:26 Mungu anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Anaposema tufanye mtu ina maana anazungumza na Yesu anamwambia mimi na wewe twende tukafanye mtu huyo. Neno tuliyesoma katika kitabu cha Yohana, yeye ndiye alitoka kwenda kuumba huyo mtu. Kwa hiyo Yesu ndiye aliyetoka kinywani mwa Mungu kama neno na kwenda kuumba mwanadamu kwa mchakato tunaousoma katika Mwanzo mbili saba pale panasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, mpaka Adamu kuwa nafsi hai. Kwayo, kwa hiyo kwa maelezo hayo tu mafupi na maneno hayo machache ya Mungu yanatuonyesha kabisa Yesu ndiye aliyehusika katika uumbaji wa ndoa, lakini twende kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na ule mstari wa 49 Biblia inasema na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, maana yake sisi tulichukua DNA ya Adamu yule aliyetokana na udongo. Kadhalika Biblia inaendelea kusema tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kuzaliwa mara ya pili ina maana tunaichukua DNA ya Mungu. Yesu ni Mungu ambaye duniani alivaa mwili kama mfano wa Mungu Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15, ndugu mtazamaji wa MS Online TV, kinathibitisha maneno hayo. Kinasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mstari wa 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake. 17, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Tunaona hakuna chochote ambacho kiliumbwa kama tulivyoona, lakini yeye Yesu Kristo ndiye mfano wa Mungu asiyeonekana, ni mzaliwa wa kwanza wa vitu vyote. Na hapa nachotaka kujenga, nataka kujenga hoja ili uweze kuelewa sawa sawa, kwamba swali hili ni upele umemkuta mkunaji. Yesu ndiye aliumba ndoa kwa ajili yake, kwa maana ya ndoa kuwa mfano wa Kristo na kanisa. Mume na mke nao hushikamanishwa na Kristo, lakini uhalisia ndoa za leo zimegeuzwa mateso na maombolezo. Shetani na talaka ndiyo sababu kubwa sana kuleta shida na maombolezo mengi katika ndoa nyingi za leo na hata kipindi hiki sasa. Yesu anapoulizwa matatizo ni hayo hayo yaliyokuwepo. Kwa hiyo somo hili litakusaidia ndugu mtazamaji kwa sababu utajifunza kwa kina jinsi gani utaka, utakacho ni nini, nini utakachokifanya ili ujue ya kwamba inakupasa kufahamu barabara kama unapaswa kumwacha mke wako kwa talaka ama haupaswi kumwacha mke wako kwa talaka, unapaswa kutengeneza, ili muweze kuishi pamoja hadi kifo kitakapowatenganisha. Lakini wakati mafarisayo wanamuuliza Yesu swali hili, ndoa kwa kweli zilikuwa zimegeuzwa mateso ya ajabu, ilikuwa ni maombolezo makubwa. Kumbuka kama nilivyosema hapo mwanzo, shetani amewavuruga wanandoa kwa miaka 400 bila sauti yoyote ya Mungu toka kipindi cha nabii aliyewaambia, Mungu anachukia kuachana. Kwa hilo ndilo neno walilolishika tu, ya kwamba Mungu anachukia kuachana, lakini wakawa anaachana kama mtu anaacha kitu cha kawaida tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndoa ni mateso, jamii zinawalazimisha wanawake kuingia katika ndoa. Unaolewa leo, kesho kutwa unapewa talaka, hujui nini ufanye, kwa sababu yeye ndiye muumbaji aliyeiumba ndoa. kumi na tisa mstari wa nne Mathayo Yesu anaanza kujibu. Lakini anawanza kwa swali. Anasema, hamkusoma ya kwamba yeye aliyoumba tangu mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Hatuoni hapa katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na nane ambapo Mungu amemuumba Adamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Hatuoni kama Adamu ana kasoro au mapungufu yoyote. Kitu tu ambacho tunakiona kinachokosekana ni kwamba Adamu alikuwa anakosa msaidizi tu bas. Lakini majukumu yake yote anaweza kuyamudu hata kama angeendelea kuishi peke yake. Na ha, halafu, halafu, Adamu mwenyewe hakuwahi kulalamika kwa Mungu kwamba Bwana, nikiangalia mbuzi wako wawili, jike na dume, kondoo hali kadhalika mbweha hali kadhalika, nyoka hali kadhalika, ndege hali kadhalika, lakini mimi sina mwenzangu. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule Mungu amemuumba Adamu alimuumba akiwa kamili, halafu ni halafu alimuumba akiwa ni wa kipekee, halafu alimuumba akiwa ni hawezi kugawanyika. Adamu alikuwa na sifa nyingi za kumfanya awe wa kipekee, na bali za zaidi ya yote uwepo wa Mungu ulimfunika Adamu, kwa ule upweke hakuuona yuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kujua lengo la kwanza la Mungu la kuumbwa kwa mwanamke ya kwamba halikuwa ndoa bali lilikuwa ni usaidizi. Ndiyo maana Hawa akaumbwa. Kwa matiki hiyo, alipoumbwa Hawa naye alipaswa kutengenezwa na Mungu kwa muda wa kutosha ili naye apate kuwa kamili wa kipekee, mwenye uwezo wa kujitegemea na asiyegawanyika. Ili aweze kufaa kuolewa katika ndoa ya kudumu na shida kubwa ya ndoa nyingi ziko mahali hapo, ndugu zangu, mpaka wanakuja kuleta matatizo ya talaka. Shida zinaanzia hapo, kwa sababu mwanadamu yeyote yule aliyeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, akirudi kwenye sura ya Mungu, akarudi kwenye mfano wa Mungu, akawa kama Mungu alivyo, hawezi hata siku moja kuwaza juu ya kumpa mkewe talaka na hasa mke wake naye akiwa kama Mungu na kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu wana MS Online TV, nataka kitu kimoja hapa tukifahamu, cha muhimu sana, tunapoendelea kujifunza somo hili, lakini kabla sijaendelea na kitu hicho nieleze sababu ya pili ya kuumbwa kwa Hawa ilikuwa ni kwamba kuwe na ndoa ya furaha na amani maisha yao yote. Kama hujasikiliza somo langu la hazina walizo nazo mume na mke kwa ajili ya kupeana kazi, tafute fungua somo hilo, liko hapa MS Online TV. Utajua ni jinsi gani uweze kufanya ili uweze kumpa mke wako ama mume wako furaha lakini jambo la tatu lililosababisha Adamu na hawa Hawa kuumbwa lilikuwa ni kwa ajili ya ndoa sasa, kwamba watoto wazaliwe wafurahie kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kuwa na sura ya Mungu. Tukisoma katika Mwanzo moja ishirini na nane Biblia inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Sababu ya nne ya kuumbwa kwa Hawa ilikuwa ni kuwepo mwendelezo wa kuutunza utukufu wa Mungu vizazi hadi vizazi, ili Mungu aabudiwe na kila kizazi. Hii ilikuwa ni hoja ya muhimu sana, kwa sababu Biblia inasema watoto wenu wafundisheni neno la Mungu, na watoto wao nao wawafundishe watoto wao neno la Mungu pia na hao nao yaani wajukuu wafundishe vitukuu pia neno la Mungu, na vitukuu vifundishe watoto wao, ili kwamba neno la Mungu lizidi kudumu vizazi hadi vizazi. Adamu na mkewe Hawa wote waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na waliumbwa wakiwa kamili, bila mapungufu yoyote kwa sababu kila mmoja roho yake ilifanana na roho ya Mungu. Kila mmoja roho yake ilikuwa na sura ya Mungu. Nazungumzia kabla ya anguko. Kinachomleta Yesu kwetu wanandoa kwa sasa ni kuhuisha roho zetu, roho zetu, wanandoa zizaliwe upya, tukimpokea Yesu Kristo katika kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, akajaa kwenye mioyo yetu atatuondolea mioyo ya jiwe na kutupatia moyo wa nyama hapo tutaungwa pamoja na bwana wetu yesu kristo na tutafanyika roho moja na kristo tunasoma hivyo katika kitabu cha wakorinto wa kwanza sura ya sita na ule mstari wa kumi na saba biblia inasema lakini yeye aliyeungwa pamoja na bwana ni roho moja naye kwa hiyo lengo la yesu kuzaliwa hapa duniani na kuja katika ulimwengu huu ilikuwa ni aweze kupata wanandoa, aweze kupata wanadamu, wanawake na wanaume, vijana waliooa na vijana wasiooa, na watoto ambao tayari wanaufahamu, awaunganishe wawe na roho yake ndani yao. Na ndio maana anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, msiondoke hapa hadi mtakapojazwa uwezo, lakini namtapokea nguvu. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa nane atakapokuja Roho Mtakatifu juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mume na mke walioungwa pamoja na Bwana Yesu hao ni roho moja, naye kila mwanandoa atamani kuwa roho moja na Kristo, na hapo ndoa zetu hazitaomba tena kuwa na talaka, badala yake kila wakati mtatamani kuishi pamoja. Ndugu yangu, kwa mfano mimi binafsi ninampenda sana mke wangu, na kusema ukweli, nimekuwa nasema hivyo, nashuhudia karibia maeneo mengi, kila mahali ninapofundisha ndoa, watu nao washauri wanawaeleza ya kwamba katika maisha yetu ya ndoa tumeishi maisha ya furaha na amani miaka yote tangu tufunge ndoa, ingawa sasa tunaelekea kwenye uzee sasa, na hatujawahi kukosana hata siku moja katika maisha yetu ya ndoa. Sababu kubwa iliyosababisha hayo ni hii point kwamba mke wangu roho yake iliyoko ndani yake ni roho ya Kristo, kwa yeye ameungwa, ana roho moja na Kristo, na mimi roho yangu iliyoko ndani yangu imeungwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo Kristo ametuunganisha, ameziunganisha hizi roho, ambazo ameziunganisha kabla ya kutufungisha ndoa. Ndugu zangu, hapo ndipo kwenye siri kubwa. Bwana Yesu asifiwe na kila mwanandoa sasa kwa mfano, mimi niwape mfano. Mimi huwa na, na na focus maisha ya mke wangu siku ile parapanda itakapolia, na nimekuwa na focus siku ile parapanda itakapolia, wewe uwe umelala au uwe hai, mimi niwe nimelala ama niwe hai, tunyakuliwe. Ninajua huko mbinguni hakuna kuoa wala hakuna kuolewa lakini nafahamu kabisa kabila wetu ulivyo mkubwa, na nikupe taarifa tu, kule mbinguni tutafahamiana, utajua kabisa huyu ndiye alikuwa mke wangu. Naamini upendo utakuwa mkubwa zaidi huko, ingawa hakuna kuoa wala hakuna kuolewa. Kwa hiyo talaka, tunapozungumza swala la talaka, ni jambo ambalo haliwezi kuwa wazo la mwanandoa yeyote ambaye ameungwa na Kristo na kama Kristo kweli amewaunganisha akawafanya mwili mmoja, na kila mmoja ameungwa moyo wake, roho yake imeungwa naye, hata siku moja talaka sio somo wala sio wazo. Vijana wanaotafuta kuingia katika ndoa wajue kuwa ni wale tu ambao roho zao zimeungwa pamoja na Kristo, ndio peke yao huunganishwa na Yesu katika ndoa takatifu. Hiyo ni hoja ya msingi sana. Kabla ya kutafuta mke au mume, tafuta kuwa roho moja na Kristo kwanza, kisha mke mwema ama mume mwema Mungu ataku, atamleta kwako na atakapomleta huyo mtakuwa mwili mmoja, ndugu zangu, na wazo la taraka halitakuja litokee. Ninajua unatamani sana kujua, na sisi tutaendelea katika kipindi kijacho, kwa sababu tumeanza tusome ile la taraka. Huu ni kama utangulizi tu wa somo la talaka. Tutaendelea, ila kwa sasa nataka ni kuombee na kuombea nini? Ili wewe mwanandoa, roho yako iungane na roho ya Kristo. Wewe kwanza, kama wewe ni mama, roho yako iwe na, iwe ni roho ya na, iwe inafanana na roho ya Kristo, uwe roho moja na Kristo. Kama wewe ni baba, hivyo hivyo, halafu ndoa yenu itatengenezeka. Baada ya hapo tuone. Baba, asante kwa wasikilizaji wangu hawa wote na jua ukubwa na ugumu wa tatizo la talaka kwa watu wengi, na talaka zimeingia makanisani, hata kwetu. Watu wengine wanapeana talaka, lakini tatizo ni kwamba hawa watu hawakuungwa na Wewe, kila mmoja roho yake haikuunganishwa na Wewe. Ninamwombea mama huyu anayenisikiliza, ninamwombea baba huyu anayenisikiliza, ninawaombea watoto hawa, vijana hawa, kila mmoja roho yake iweze kuungwa pamoja na roho yako kama neno lako lilivyo. Hayo mambo mengine yote yatajiseti yenyewe na watakuwa na ndoa ya furaha. kama hawajao watapata ndoa ambayo ni ya furaha, kama sisi wenyewe ulivyotupata ndoa njema. Sante Kristo, umesikia maombi haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. pokeeni kuwa mwili mmoja na roho moja na Kristo kwanza, katika jina la Yesu.